Hii ndiyo barabara kuu iliyounganisha nchi zote za falme za Kiarabu hapa na miji ya UAE, miji mikuu na miji ya kawaida ndani ya UAE. Hii ndio barabara ambayo inaotumia na wanaotumia wasafirishaji mzigo yao kupitia kwenda warehouse zetu. Wallahi ni furaha kubwa kwa kuweza nyie kufungua sehemu zote, ili watu wafanye mafanikio mema, kupeleka mzigo yao kwa usalama, kwa sababu na hakika mia kwa mia anaeleta mzigo wake hapa tarifika, mizigo haipotei mizigo inafika kwa wakati na inafika salama. Kwa hivyo ndio maana tunatoka Abu Dhabi moja kwa moja direct tunaleta wenyewe hapa bila kupitia njia yoyote. Kama kawaida, sisi tunaendelea kupokea mizigo inayotoka hapa Dubai, ndani ya dubai kote na iwe kote, na mizigo ambayo inatoka pia nje ya Gulf. Vilevile tunakupa taarifa nzuri kwamba ukiwasiliana sisi mzigo tunaopokea kwa wakati na tunakupakilia hapo unavyoona kule kuna gari inapakia kontena, na huku na kontena nyingine inapakia kupakia huku na huku. Ni kwa ajili ya kuondoa mizigo kwa haraka na kwa wakati, na vilevile vile unakuwa unasafirishwa kwa usalama na uharaka na unafuu zaidi.